Na sasa tutaenda moja kwa moja kwa hadithi ya tisa inayoitwa Ahadi ni Deni iliyoandikwa na Biraya Timami e, na hadithi hii ningependa kumwomba Mwalimu Kea Samson e, utuanzishie uchambuzi wake na. Karibu mwalimu, karibuni watazamaji wetu, karibu walimu, karibu Uh, watu wote ambao wanafuatilia vipindi vyetu katika channel ya Climax Publishers. Karibuni uh, sana um, hadithi ya tisa hii ambayo ni anwani yake ni Ahadi ni Deni, hii uh, kwa muktasari ni hadithi ya msichana ambaye mwandishi anatuchorea safari ya maisha yake. Mwandishi anatuchorea safari ya huyu msichana tangia akiwa mwanafunzi katika shule ya upili hadi baadaye ambapo ametulia ama ameolewa ame... Uh, kisa kinaanza uh, msichana ambaye anaitwa Fadumo, Fadumo uh, akiwa mm, ni, ni mtoto wa bwana anaitwa bwana, Bwana Kalif, anapelekwa pale shuleni. Bwana Kalif ni dereva na kipato chake si cha juu basi kwa Fadumu wa kumpeleka mtoto uh, Fadumu wa kupelekwa shuleni ni matumaini ya wazazi wake ya kwamba atasoma kwa bidii na atainua jamii yake, atainua jamaa yake. Um, matatizo ni mengi pale nyumbani na njia ambayo wazazi wake wanatumia kutatua hayo matatizo. Mojawapo ya suluhisho ni kumruhusu huyu mtoto asome, lakini wakati wa likizo walielewana, baba na mwana walielewana ya kwamba hataenda nyumbani kwa sababu ya likizo hadi mwisho wa mwaka kwa, kwa nini? Kwa sababu nauli itakuwa ghali sana, haitawezekana baba huyu kumudu nauli ya kumlipia huyu binti kila wakati akija nyumbani kwa sababu ya likizo na kurejea. Basi wakati wa likizo ilimbidi huyu binti ku, um, kwenda kuishi kwenye binamu ya babake pale mjini, ila mambo wakati mwingine huenda yasivyotarajiwa hmm. Uh, mauti yalibisha na siku moja, muula watatu uh, huyu binti anaitwa Fadumo akiwa kwenye kidato cha kwanza muula watatu hmm, alipata habari, alipata taarifa wakati tu alipokuwa anatarajia kwenda nyumbani baada ya uh, wakikaribia kufunga shule uh, binti alipata habari ya kwamba mauti yamebisha na baba yake ameaga, wamempoteza baba yake kupitia ajali mbaya ya barabarani hmm. Ilikuwa ni huzuni kubwa lakini ilibidi ayakubali manake, ya Mungu hayo. Kisha uh, akarejea shuleni uh, muula uliofuata akiwa kidato cha pili mm. uh, ajabu ni kwamba mwaka huo huo uh, akiwa kidato cha pili uh, mama alimfuata mumewe mm. Mamake Faduma aliaga pia. Basi Faduma akasalia kwamba hana wazazi wote, amekuwa yatima Mm. Alipokuwa yatima, kwa sababu ni binti ambaye alikuwa mkubwa kati ya wadogo wake, ilibidi aache shule asalie nyumbani mm. ili kuwatunza wanuna wake mm. Basi hapo ndo madhila yakaanza mm. Aliposalia nyumbani na hana kipato chochote, uh, wale ambao wanatamaa wakabisha, manake binti anaonekana ya kwamba amekomaa na yuko tayari ku... kuwa mke wa mtu mm. Kuolewa, kuna watu ambao walikuja, mmoja akiwa ni rafikiye babake akaahidi ya kwamba atamsaidia ama atawasaidia, ila masharti yake hayakuwa mazuri. Uh, huyu jamaa alitaka awasaidie hawa watoto na ndugu zake awasaidie Faduma na, na, na, na wanuna wake, ila Faduma awe e, awe, awe, awe, awe awe kidaka wake. hmm. lakini Faduma hakukubali, manake anajiheshimu. hmm. Alitokea jamaa wa pili ambaye anaitwa Adan wakaingia katika Adana akaonyesha heshima na akataka kumwoa Faduma kwa njia ambayo ilifaa, yeah. Uh, kando na hayo aliahidi ya kwamba atawasaidia wanuna wake, na baadaye hata alimwahidi Faduma ya kwamba wakiendelea mambo yakiwa mazuri yakitengenea mm -hmm. atamruhusu atimize ahadi ambayo alimpa babake mm -hmm. ahadi gani? Uh, mada yetu ya hadithi hii ni kwamba ahadi ni deni. Hii ni ahadi ambayo Faduma alimpa babake akamwaahidi ya kwamba atasoma hadi akamilishe masomo. Basi hiyo ndi ilikuwa deni ambayo binti huyu, ama msichana huyu, alikuwa nayo kwa babake. Basi baada ya yeye ku, kuishi kwa mmewe kwa miaka mingi takriban mitano mm -hmm. Siku moja tu alimuomba mmewe amruhusu aweze kutimiza ile ahadi ambayo ali- alikuwa amemwahidi babake. Basi mume huyu, kinyume na labda ilivyotarajiwa, alikubali mm. Hakuona ya kwamba mke wake muda umeyoma sana na hapasi kwenda shuleni lasha. mm. Alimsaidia, akamrejesha shuleni licha ya masimango matukano mm. uh, na, na, na, na maudhi yote ambayo majirani na marafiki na watu wengi tu walimrushia huyu binti Uh, mzee bwanake ambaye aliyeitwa Adan mm. alimpa bega la kulia na akampa msaada kabisa na akahakikisha kwamba huyu binti yuendelea na masomo mm. Ajabu ni kwamba hata jamaa wake Adan aliona ajabu, mjomba wake Adan aliona ajabu, ni kwa nini Adan anamsomesha mwanamke mzima kama huyu mm. Alishangaa ikiwa Adan hana kazi ya kufanyia hizo hela au ikiwa kichwa chake kikiwa sawa, ni kwa nini mwanamke mzima kama uh, Faduma ambaye ana watoto watatu anarudi shuleni? Ni vipi anamsomesha mwanamke, haoni haya? Basi mwandishi anakamilisha hadithi hii uh, akituacha na taharuki uh, lakini taharuki yenyewe ni ni vizuri kwa sababu tunajua mawazo ya ya Adan. Adan licha ya yeye kushauriwa na mjomba wake ya kwamba huyo msichana aondoke shuleni mara moja, huyu mm. mke wake ambaye ni Faduma aondoke shuleni mara moja. Mwandishi anakamilisha hadithi hii kwa Adan kujiondokea akijiambia moyoni ya kwamba hayo yalikuwa ni yake mjomba wake, lakini kwake yeye Adan mm. yuko tayari kumshikilia kum, huyu mke wake mm. na kuhakikisha kwamba anaitimiza ile ahadi mm. ambayo alitoa kwa babake. Mm. Asante bibi mwenyekiti. Asante sana mwalimu kwa kutuongoza kwa e, mtiririko huo e, ambao bila shaka mwanafunzi anaweza kujikumbusha kuhusu hadithi hiyo kwa ufupi e, moja kwa moja e, tunaweza kuingia sasa kwenye sehemu ya dhamira ya mwandishi na, na tunaona mwandishi huyu ana e, dhamiria kuonyesha baadhi ya changamoto ambazo zinakumba watoto e, katika elimu e, kuwanyima nafasi ya kupata elimu moja changamoto hizi ikiwa kwamba ni uyatima e, ikiwa kwamba ni uh, umaskini vile vile e, ikiwa kwamba ni ubaguzi wa kijinsia kwamba watoto wa kike basi wataambiwa wewe, afadhali uolewe, lakini usiende shule. Kwa hivyo mwandishi anashughulikia hayo e, kama kuonyesha kwamba e, anazuia wale wanaotaka kusoma wasiendelee na, na masomo yao mwalimu Njui e, tupigie kidogo wazo pale kuhusu dhamira, halafu tutaenda moja kwa moja mwalimu kwenye maudhui e. Naam. Kuna wazo moja vilevile vile, ambalo linajitokeza katika dhamira nao. Na, ni kwamba ni kuonyesha mwandishi ataka kuonyesha nafasi ya mwanamke katika jamii e, kwamba mwanamke anaweza kuwa ni msomi mwanamke aweza kuwa ni mkakamavu mm, na pia mwenye msimamo thabiti licha na inavyofikiriwa na mm, watu wengi hasa wanaume katika jamii mm. Pia ata kuonyesha kwamba mwanamke mm, amedunishwa mm, na jinsia ya kiume katika jamii mm, jambo ambalo linafaa kukemewa mm, na kutiwa kikomo. Asante sana mwalimu, amefanya vizuri kusema kwamba mwanamke mm, amedunishwa, lakini vilevile tunaona mwandishi anaonyesha wanaume wachache ambao wanashikilia e, wanawake katika safari hii ya elimu. Mmoja wa watu hao ni babake yule Fadhumo ambaye angependa kweli binti yake afanye nini? Asome. Pili ni yule bwana ambaye ni Adan ambaye pia yeye anamshikilia mke wake katika e, masomo na mwalimu ingekuwa vyema tuingilie maudhui moja kwa moja yeah. Mwandishi huyu uh, Raya Timami ameweza kuorodhesha maudhui mengi sana katika kazi yake. Kuna maudhui uh, ambayo kati yayo ni umaskini mm -hmm. Kuna maudhui ya ulezi ama malezi, tunazungumzia kuhusu malezi mema mm -hmm. Kuna maudhui ya usaliti mm -hmm. matumaini, nafasi ya mwanamke Dhulma ya kisaikolojia, matatizo katika sekta ya elimu, uh -huh. maudhui ya uwajibikaji, maudhui ni mengi tu. Naam. mengi mengi mengi mengi, uh -huh. labda tukianza kuyaangazia moja baada ya nyingine, uh -huh. mwanafunzi atakuwa na uelewa mzuri zaidi, uh -huh. wa namna ambavyo maudhui haya yamejitokeza katika, uh, katika hadithi yenyewe, uh -huh. Mwanamke katika hadithi hii amesawiriwa vyema, mwandishi anamchora mwanamke kama kiumbe mwenye matumaini, uh -huh. licha ya Uh, huyu binti anaitwa Fadumo. mm. E, e, licha yeye kupitia changamoto alizopitia lakini uh, ana matumaini ya kwamba siku moja siku moja maisha yake atakuwa mema, siku moja atatimiza ahadi ya kukamilisha masomo yake, siku moja atasoma. Kwa hivyo uh, mwandishi amemchora huyu mwanamke kama kiumbe mwenye matumaini sijui mwaona vipi huyu mwanamke? mm-hmm. hoja zingine ambazo mm-hmm. zina kwa kuongezea kuhusu nafasi ya mwanamke na, naona kwamba mwanamke hapa ameonyeshwa kuwa anayewajibika, hmm. E, hata katika elimu, katika katika hata kuwalea wale ndugu zake, katika hali zote tunaona Fadhumo amewajibika vilivyo hmm. na tunaona anaonyesha hali hiyo kwa kuwajali wale ndugu zake, kwa kung'ang'ana katika masomo ili aweze kutimiza ndoto yake na aweze hatimaye kutimiza lile deni ambalo kwamba alikuwa amemwahidi ame babake yeah, alipokuwa hai. Mwalimu, una jambo hapo? Ah, labda tuseme kwamba mwandishi amemsawiri mwanamke akiwa na nafasi fulani ambao ni ya kukaa pale nyumbani mm -hmm. kuwalea watoto, kumchunga mumewe, jambo ambalo tunaliona kupitia kwa mjomba wake eh, eh, kupitia kwa mjomba wake mumewe mm. eh, nani mumewe Fadhumo kwa sababu anamuita pale nyumbani na kumgombeza na kumwambia hivi, wewe pesa una kazi ya kufanyia huu mm. mwanamke basi eti anasoma basi eti anafanya kazi, hayo mambo yote anamshangaza, anamuuliza si akae pale nyumbani na kutunze wewe na watunze mm. watoto mm. eh, jambo lile linaonyesha nafasi ya mwanamke katika jamii kama inavyochukuliwa na jamii naam. Asante sana mwalimu, na ninapendekeza tuende kwenye maudhui mengine, hasa hususan yale ya ulezi mwema. E, mwalimu Hmm. Unaweza kutuanzia hapo uh, mwanamke pia ama Faduma ameweza ku uh, mwandishi huyu ameweza kuchora picha ya malezi, na katika muktadha huu anazungumzia malezi mema, yani hmm. uh, wazazi ambao walihusika katika ulezi katika hii hadithi hmm. wamekuwa wazazi ambao waliwalea watoto wao vizuri mfano mzuri ni huyu Bwana Kalifu alisafiri na mwanawe akampeleka shuleni mm, kule jijini. Mambo yakawa mabaya, akazungumza na mwanawe akamwambia, mwanangu, unaelewa namna ambavyo mambo mm. yako nyumbani mm, naomba ikiwezekana usije likizo. Binti anakubali mm, na mwaka huo wote hakuenda nyumbani kwa sababu ya likizo mm, na hakulazimisha mm. Hayo ni malezi mazuri maanake, yeah. si watoto wote watawaelewa wazazi wao mm, kwa namna ile. Mwalimu Kinyanjui, tuongezee ni kwamba baba yake Fadhumu, Bwana Khalifu, ni mlezi mwema, anamshauri bintiye Fadhumo kutia bidii katika masomo yake. mm-hmm. Na pia anasawiriwa kama baba mwema ambaye alisemekana kuwa ndiye aliyekuwa taa iliyomulika na kuchangamsha nyumba yake nzima. Naam, asante sana mwalimu, kama una la kuongeza kuhusu ah, ulezi. Naam mm, na asante mm. Pengine labda kufunga tu, tunaona kwamba e, mke na mume hapa walishirikiana vyema kulea watoto wao no. Na mambo haya ya ulezi mwema tunaona kupitia binti yao e, Fadumo ambaye yeye mwenyewe ni hatimaye anakuwa mlezi mwema kwa watoto wake, anakuwa mtiifu, anajitunza vyema, na hali yake hii ndio inasababisha kuwepo kwa uhusiano mwema kati yake na na mumewe ambaye ni Adan. Mwalimu, ulipokuwa unazungumzia e, mada hii ya maudhui umetutajia kwamba kuna maudhui mbalimbali ambayo kweli yapo mengi e, kuna mambo kuhusu dhuluma za kisaikolojia kuna mambo kuhusu e, matumaini kuna mambo kuhusu matatizo katika sekta ya elimu, na vilevile vile hata kuna maudhui ya usaliti, lakini kwa haya maudhui mengine, tunamhimiza mwanafunzi wetu kujipatia nakala yake ya mwongozo huu kutoka Climax Publishers ili aweze kujaza baadhi ya mambo hayo, ili aweze kuyaelewa kwa undani. Ninakuomba mwalimu, tuanzishie moja kwa moja kupitia eh, kuhusiana na wahusika ambao mwandishi ameweza kuwasawiri katika hadithi hii. Shukran yeah. Mwalimu mm. Kwa kweli wahusika ni wengi, wahusika wajenzi ama wahusika wadogo ila Uh, tutawazungumzia wahusika wakuu ambao ni watatu. mm -hmm. Kwanza kuna Bwana Kalif ambaye ni babake Fadumo. Kuna Adan ambaye ni mumewe Fadumo mm -hmm. Alafu kuna Fadumo mwenyewe mm -hmm. ambaye ni yule binti ambaye tumezungumzia safari yake. Tuanze na Bwana Kalif, ni babake Fadumo ambaye uh, alimlea huyu binti na ni mzazi ambaye kwa kweli ukimtazama namna ambavyo anamshughulikia huyu binti, anampenda kweli, ni mlezi mwema mm. Sifa ya kwanza mm. anasema kuwa hakuwa anataka wanawe waishi kwa maisha ya kijuku, kijungujiko mm. Pia anataka mm. kumpeleka Fadumo shuleni, yani anahakikisha kwamba binti yake ama watoto wake wanafanya nini? Wanafanya, wanasoma mm. Aa, jambo hoja ya pili ambayo inafungamana na hiyo mm. ni namna ambavyo huyu mzazi amewajibika Mm. E, ni mwenye kuwajibika mm. alimpokea Fadumo shuleni, alimpeleka Fadumo shuleni na akahakikisha kwamba amejitahidi kumnunulia mahitaji mm. yote ambayo alihitaji mm. ambayo alikuwa anayahitaji wakati huo mm. a, ili aweze kutulia kule shuleni yeah. Bila shaka ni mwenye kuwajibika. Sijui mnaona sifa zipi zingine za huyu bwana e, e, vilevile mm. ni tunaona ni mshauri mwema mm. kama anavyomshauri binti yake mm. E, ni mwenye bidii mm -hmm. Na tunaiona bidii yake yeah. Pengine mwalimu e, ah. utu, utuambie kuhusu umuhimu wow. ili tu e, wa Bwana Kalifu vizuri uh, yeah. sana mm -hmm. Ah, Bwana Kalifu ambaye tunasema ni babake Fadhumo mm -hmm. Ah, ametumiwa kama kielelezo cha walezi wema mm -hmm. Ah, anampeleka Fadhumo shuleni ah, japo yeye ni maskini Anaji, anajizatiti kisabuni kumnunulia kile kila kitu ambacho alikuwa anakihitaji, jambo ambalo Fadhumo pia analifahamu fika kwamba yale ambayo ameyafanya babake eh, ni maamuzi ya kujitolea. Hmm. na vilevile ametumiwa na mwandishi Bwana Khalif eh, kuonyesha wazazi waliowajibika. Hmm. kwani mwandishi anasema hmm, alikuwa tegemeo la pekee la familia yake. No. hakuwa na kazi kubwa sana. Hmm. alikuwa dereva tu wa serikali hmm lakini alijaribu kuikimu mm. a, na kuipa familia yake mahitaji yake yote ambayo mm. walikuwa wanahitaji mm. Asante Sibila sana uh, asante Mwalimu Kinyanjui kwa umuhimu yeah, no. Moja tu mm. nao ni kwamba mm. uh, Bwana Khalif anasawiriwa kuwa mwanamume ama kielelezo cha wanaume wenye mapenzi kwa mm. familia mm. zao mm. mwandishi anasema ya kwamba alikuwa ndiye taa iliyomulika na kuchangamsha nyumba yake nzima. Mhusika mm. um, wa pili ambaye tunamwangazia ni Adan Naam. ambaye ni mumewe fa Fadhumo. um, Fadhumo alikuwa na bahati manake, maisha yake ni kama yalifungamana na watu wawili wa jinsia ya kiume waliompenda kweli, kwanza akawa ni baba Naam. kisha wapili akawa ni mume ambaye kweli alimfaa Adan ni mume ambaye alimuoa Fadumo, uh, Fadumo na akamshughulikia vilivyo mm. Sifa zake ni kama zifuatazo, kwanza ni mwenye mapenzi mm, manake wakati wote akiishi na huyu binti hatuoni pakiwa na tatizo lolote mm. Na kama mume wa nyumba, kama mume aliyemuoa huyu binti, anamkinga kutokana na mashambulizi yote huo. Mm, ni upendo mm, wa kipekee. Pili mm, ni mwenye kuwajibika mm, anamwajibikia yeye na si yeye tu, anawajibikia pia jamaa yake na familia yake mm anawashughulikia wale wanuna wake uh, Fadhumo. Tatu ni mwenye utu hmm. kwa yeye kuwajibikia hawa wanuna wa wa, wa Fadhumo, hawa ndugu zake mm -hmm. uh, anaonyesha utu wa hali ya juu uh, ni kana kwamba anaingiza, anavivaa vile viatu vya marehemu Kalifu oh, na, na kuwashughulikia hmm. hawa watoto hekima hmm. yake inaonekana yeye, ni hali ya juu mm. Licha ya wengine kuwa, kupinga wazo ya kwamba mkewe asisome mm. Mkewe asiende shule, yeye yeah, anajua umuhimu mm. Ni kwa nini mke aende shule mm -hmm. Anajua ahadi ambayo mkewe alitoa kwa babake na anajua azma na matamanio ya mkewe, hivyo basi ni mwenye ni mwenye hekima mm. Asante mwalimu, asante kwa hilo. Ningemwomba mwalimu Kamao utuambie, umuhimu wa huyu Adan mm -hmm. Mm -hmm. Ah, kama alivyosema mwalimu mwenzangu bwana Kea mm -hmm. Adan amekuwa mtu wa kufana na wakumfaa sana mm -hmm. Fadhumo mm -hmm. ah, ambaye labda azma yake ya kuelimika zaidi mm -hmm. eh, kama ilivyo kawaida ah, mtoto anapoachwa yatima mara nyingi huwa basi ndo kikomo mm -hmm. cha kusoma yeye ni kielelezo cha waume wanaopenda mm -hmm. wake zao mm -hmm. anamsaidia mkewe kutimiza ndoto yake ya kusoma mm. Aa, kama tunavyojua si waume wengi ambao wakubalia wake zao kurudi shule, yeah. wengi wanaohofia basi akienda, okay. shule mm. labda atapendwa mm. na Wat vijana wa wanafunzi wengine, wengine. Mm. jambo ambalo hata ada nanaambua na mjomba wake mm. wengine hata wataki wafanya kazi mm. kwa sababu wakienda kazini kule basi atapendwa na wengine wenye kisomo cha kiombo chake mm. vilevile eh, so mm. vile ni mfano wanaume wanaowajibika mm. kwa wake zao kwani anamtafutia mkewe Fadhumo E, walimu wa kibinafsi mm -hmm. Jambo ambalo ni la kipekee sana ambalo linamfanya Adam kuwa mwanaume ambaye anaonekana kuwa wa kipekee mm -hmm. sana kwa sababu mkewe um, anapomwambia mimi nataka kurejea shuleni uh, ana naamuuliza ungependa vipi kitu mm -hmm. nachokihitaji anamwambia, mimi nitasoma hapa nyumbani walimu walete, kisa na maana huyu binti ni mwenye bidii, anataka asome naendeleze pia kuyafanya majukumu yake ya pale nyumbani mm -hmm. Hivyo Ada anamuunga mkono mm, na kusimama naye mpaka anapofanya mtihani na kufuzu mm, na kuenda katika chuo kusomea ualimu naam. Mm, asante sana mwalimu mm. Bila shaka inafurahisha sana kuona mwanamme mwenye sifa hizo mm, mwenye umuhimu kama huo mm. E, katika hadithi fupi kama hii mm. ningependa mwalimu e, kea Nam, japo kwa ufupi nam, eh, nam. Utugusie kuhusu sifa za huyu Fadhumo kwa kuwa nam. ni mhusika mkuu katika hadithi hiyo nam. Shukran, mwalimu. Bila shaka huyu binti um, azma yake katika masomo yadhirisha kwamba ni msomi. Alipenda masomo, licha yeye kukumbana na changamoto, licha yeye kumpoteza babake, licha yeye kumpoteza mamake nam. lakini baadaye anarejelea masomo yake nam. So ni msomi. Pili ni mwenye msimamo thabiti mm -hmm. ni aina ya watu ambao wakilenga shabaha yao lazima wapate. akitaka mm -hmm. kufanya jambo fulani mm -hmm. atajibidiisha juu chini, ahakikisha kwamba lengo lake limetimia. mm -hmm. kuna sifa nyingine zingine nyingi tu, lakini mwisho labda niseme ni mlezi mwema. Vipi? mm -hmm. Um, aliwalea ndugu zake kando mm -hmm. na watoto wake ambao aliwapata baadaye mm -hmm. E, alijitwika jukumu la kuwa mzazi baada ya wazazi wake kuondoka. mm -hmm. huo ulikuwa ulezi wa hali ya juu kweli kweli, no? Asante mwalimu. Uh, kwa katika sehemu ya umuhimu basi tunaona umuhimu wake ni kwamba anawakilisha wanawake ambao kwenye jamii wanapenda mambo ya masomo, wanapenda kujielimisha, hata ingawaje kuna vikwazo vingi, lakini tunaona yeye moja kwa moja anapenda sana mambo kuhusu e, masomo. mbali na hapo E, mwalimu ningependa tuingie kwenye mbinu za uandishi na lugha ambazo zimetumiwa katika hadithi hii e, ili tuone jinsi mwandishi alivyoipamba lugha yake. Naam. Mwandishi huyu amepamba kazi hii kwa kutumia mbinu nyingi tu, ametumia tashbihi, si kinaya, si tashihisi, si jazanda, si maswali ya balagha. Mbinu ni nyingi si haba labda tu tukitoa mifano miwili mitatu katika baadhi ya hizi mbinu. Kwanza ametumia um, uh, kinaya, hmm. E, ni kinaya kwamba hmm. Eh, kwa mfano ni kinaya kwamba bwana Kalif alikuwa dereva wa serikali, lakini anasema kwamba anaishi maisha ya kijungujiko, yaani hana hela. Hicho kilikuwa kinaya. Alipopeleka pesa zake hatujui, lakini kumbuka kando na kuwalisha ama kushughulikia jamaa yake pia alikuwa anashughulikia familia yake nyingine, mm -hmm. si mkewe na watoto tu, mm -hmm. alikuwa tegemewa. Basi ni kana kwamba labda familia pana na pengine mshahara ulikuwa mdogo mdogo. Nikinaya pia uh, kwamba baada ya kifo cha babake na mamake Fadhuma anatafuta nini? Usaidizi, usaidizi kwa jamaa na marafiki lakini hakuna aliyepata kumsaidia mm -hmm. hakuna aliyejitolea kusaidia mm -hmm. hawa watoto mm -hmm, hadi inamlazimu aache masomo yake. Tatu na mwisho ni kinaya kwamba, na mjombake Adan, ambaye anapaswa kumshauri vema, anapaswa kumshauri kuchunga nyumba mm -hmm, anapaswa kumshauri kusaidia mkewe, ndo kizingiti kikubwa sana mm -hmm, kwa masomo na maendeleo ya mkewe. Hicho ni kinaya cha ajabu mwalimu, kweli kabisa. E, napendekeza sasa tuende kwa mbinu nyingine ambayo tutaona mwandishi anatumia e, mbinu ile ya uhuishi au tashihisi au vilevile inaitwa uhaishaji. Mwalimu mkuu anaona shule yake ingefanya vyema sana kama wasichana wote wangekuwa kama Fadhumo kwa vitendo basi shule mm -hmm. imehuishwa, naam, mepewa sifa za uhai. Asante uh, ni muhimu pia tuangalie mbinu ya balaga, maswali ya balaga mm -hmm. kama mwalimu uh, Filis alipotudokezea katika mazungumzo yetu ya hapo awali mbinu mm -hmm. hii hutumika tu Uh, hutumika na mwandishi ili kuchochea hmm. ama kumchochea msomaji kuwaza zaidi, kufikiri zaidi hmm. na kusisitiza jambo hmm. kwa mfano uh, ni kwa nini hmm. ukurasa wa sitini na tano, uh, Faloma anajiuliza ni kwa nini aambiwe wakati wa shule, eh, kama ni mengine si basi angesubiri. hmm. Anashangaa mbona apewe habari kama hizo. hoja hmm. ya pili uh, yepi haya anasikia mkewa anasoma. eh, yepi haya anasikia mkewa anasoma akisoma atasoma mpaka wapi? Huyo ni mjomba mm. wa Dan anamuuliza Dan mm. mm. kwa hivyo ni maswali ambayo yanatufanya tucho, yanatuchochea kufikiria zaidi mm. ama kusisitiza ujumbe fulani naam. Mwalimu, kama au mm. maswali ya balagha mm. Naam, maswali ya balagha ni mengi tu, kuna swali lingine ambalo linajitokeza katika ukurasa wa sitini na nane mambo mazuri unanifanyia utani ama ni mm. eh, maswali ambayo yametumika tu ya balagha na kama alivyosema na mm -hmm. Bwana Kea, ni maswali ambayo yanamsukuma msomaji mm, ama hadhira kuwazia zaidi na kuipa dhana fulani ama hoja fulani eh, uzito zaidi ambao unastahili labda na. mifano mingine kutoka kwa wenzana. mm -hmm. Asante e, mwalimu Kinna. yeah. uh, Adan anaulizwa mm -hmm wewe ni simba mwitu ama ni simba wa sarakasi? mm -hmm. <laughs> simba wa sakasi, kuonesha kwamba amekosa kabisa, hana ukali e, hana chochote, ameshindwa hana kuidhibiti nyumba yake, ndiye simba wa sarakasi. Naam mwalimu, pengine mm -hmm. ungetutajia kuhusu mbinu ya mwisho kwa ufupi tu, kisha tuhitimishe tuhitimishe. Naam, okay. Ashaku hatuna uhaba wa mbinu, lakini mwandishi ametumia mbinu nyingi tu ametumia tashbihi, kinaya, uh, jazanda ipo, balagha ametumia. Labda tukihitimisha uh, uchambuzi wetu uh, katika sehemu ya tashbihi mwandishi anasema katika ukurasa wa sitini na tano uh, mwandishi anasema maneno ya mwisho ya Bwana Kalif kwa manawe yalikuwa kama hirizi, kama hirizi. Analinganisha maneno hayo na hirizi, na hirizi. Na hiyo ni hayo eh, tashbihi. Tashbihi. Yeah. Uh, mwandishi anasema mwalimu aliona mawazo mzomzo yakimpitia fadhumo akilini kama picha katika kioo cha runinga, uhum. Mawazo hayo yalipita kama picha katika kioo cha runinga hiyo, uhum. Ni tashbihi mwalimu, nadhani na mbinu zingine nyingi ambazo zimeorodheshwa katika mwongozo huu eh, mwanafunzi na azisake kwenye kitabu naam. Bila shaka kufikia hapo tunakamilisha hadithi hii e, hadithi ambayo tumeelezwa kwa mapana na marefu, e, hadithi ambayo tunaona Fadhumo alikuwa ametoa ahadi kwa babake na ameweza kutimiza ahadi hiyo, na ameweza kulipa deni ambalo alikuwa amemwekea e, babake kama ahadi e, kufikia hapo basi tunatamatisha hadithi hii.